Ikulu ya Tanzania haikaliki baada ya Bonface Mwabukusi kutuma kauli kali na nzito kwake Samia Suluhu, ikimuonya kuhusiana na mauaji ya kikatili aliyofanyika mwaka jana. Jambo na karibu kwa taarifa zetu za TanzaPulse na ikiwa ni siku yako ya kwanza hapa, tafadhali kumbuka kusubscribe. Mjadala wa kisiasa na haki za binadamu nchini Tanzania umekuwa ukizua hoja kali baada ya viongozi wa umma na mashirika ya kiraia kupaza sauti wakitaka wazi ukweli na uwajibikaji kabla yoyote maridhiano ya kitaifa. Miongoni mwa sauti hizi ni Bonifas Mwabukusi, ambaye ni mwanasheria wa rais wa Tanganyika Law Society, anayesisitiza kwamba hakuna maridhiano ya kweli e, bila kukiri a, makosa yaliyotokea na kulipa fidia kwa waathirika wa ukiukwaji wa haki za binadamu. Mabukusi na wanasheria wenzake wamekuwa mstari wa mbele wakikosoa kile wanachokiona kama ukandamizaji wa upinzani na, na uhuru wa kujieleza, ikijumuisha kukamatwa kwa watetezi wa haki za binadamu, polisi kutumia nguvu kupita kiasi dhidi ya wa waandamanaji, na serikali kushindwa kutoa uwazi kamili kuhusu matukio ya vurugu zilizoripotiwa. Kauli hizi zinakuja wakati ambapo mzozo wa kisiasa umekuwa ukizidi kupanuka hasa baada ya uchaguzi mkuu wa Oktoba mwaka jana. Na na ma ambapo kupigana na mapigano ya kisiasa kulizuka katika miji mingi nchini Tanzania. Na kwenye ujumbe wake kwenye mitandao ya kijamii, Mwabukusi alisema: wametuumiza halafu wanatugombeza na kutulazimisha maridhiano walio yakataa awali Wameteka, wamepoteza majeruhi, wameua, hawataki kukiri makosa yao, kwani wanatuona sote kama mbuzi wao wa kafara. Eti wanataka kulazimisha waongoze maridhiano ili tuongeze kuja kuuliwa tena. Ukiona mtu amekataa kukiri kosa, jua anajiandaa kufanya kosa kubwa, kosa kubwa na baya zaidi. Mkatae bila kupepesa macho. Tunaweza kufanya wajinga kwa wakati fulani, lakini hatuwezi kuendelea na ujinga wakati wote. Hakuna maridhiano bila ukweli, haki na uwajibikaji. Ndo ujumbe aliyoutuma uh, Bonfas Mwabukusi ambao umezua taharuki nchini Tanzania. Na katika miaka hivi karibuni, Tanzania imekuwa chini ya uangalizi mkali wa mashirika ya haki za binadamu yaliyoripoti shinikizo la wanasiasa, waandishi wa habari na watetezi wa haki za kiraia. Kwa mujibu wa ripoti ya Amnesty International, serikali ya Tanzania ilikamata kwa ukali na kukamata wagomvi wa kisiasa, ikiwa ni pamoja na viongozi wa Chadema na wanaharakati wengine, na mara nyingi ikitoa mashtaka ya uhalifu dhidi yao bila kufuata taratibu za haki za msingi. Tangu mapema Agosti mwaka 2023 mwanasheria Bonfas Mwabukusi pamoja na wanaharakati Mdude Nyagali walikamatwa na polisi kutokana na kupinga mkataba wa uendeshaji wa bandari kati ya serikali ya Tanzania na Umoja wa Falme za Kiarabu, ama ukipenda UAE. Walikamatwa wakidaiwa kuhamazisha maandamano ya kupinga serikali, jambo ambalo maafisa wa polisi walisema lilikuwa ukweli wa uhalifu chini ya sheria ya taifa. Mashirika kima ya kimataifa ya haki za binadamu walitoa wito kwa serikali kuachilia huru mara moja watetezi hawa na kuacha kutumia mashtaka ya mwisho yanayoweza kusababisha adhabu ya kifo. Zaidi ya hayo, ripoti za vyombo vya ulinzi wa haki za kiraia zinabainisha kwamba kukamatwa kwa wanasiasa na wakosoaji wa serikali kulizidisha kuongezeka kabla ya na baada ya uchaguzi wa mwaka jana, ikijumuisha mashtaka ya uharakati na ama wa kusumbua utawala, kukamatwa bila masharti na kuzuiwa kwa mikutano ya umma moja ya matukio yaliyovutia hisia za kimataifa yaliendelea mwaka wa elfu mbili ishirini na uh, tano wakati walinzi wa haki za binadamu kutoka nchi jirani walipokamatwa chini ya Tanzania baada ya kujaribu kuhudhuria kesi ya kisiasa ya kiongozi wa upinzani wa Tanzania Tundu Lissu. Mwanaharakati maarufu wa Kenya Boniface Mwangi na mwanasheria wa Uganda Gadhatu Haire waliarifu umma kwamba walishikwa na kuwekwa katika hali ya uchungu na mateso kabla ya kuboreshwa hadi mipaka ya nchi zao. Ripoti za vyombo vya habari ziliripoti kwamba walikusanywa bila maelezo wazi na uh, wanapinga madai ya ukatili na unyanyasaji wakati wa kukamatwa kwao. Taarifa hizi zimesababisha mashinikizo ya kimataifa kwa serikali ya Tanzania kuchunguza ripoti za ukiukwaji wa haki za binadamu na kuhakikisha uwajibikaji wa wale waliohusika. Haya yote yanajiri wakati serikali inakabiliwa na upinzani mkali na mashirika na ya kiraia yanayopiga kelele juu ya mafanikio ya mlolongo wa haki na demokrasia nchini na katika muktadha wa mchakato wa maridhiano, maneno kama haya yalionyesha ama yalionyeshwa na Mwabukusi na kazi ya hitaji la ukweli, uwajibikaji na haki kabla ya nchi kuji ya kujiunga katika mchakato wote wa kusuluhisha migogoro ya kisiasa na katika ngazi za kimataifa. Mchakato wa maridhiano mara nyingi huanza na kutambua makosa yaliyotokea kutoka, ama kutoa magharama ya fidia kwa waathirika, na kuhakikisha ama, na kuhakiki sheria zilizovunja haki ya msingi. Hii ni mbinu iliyotumika katika nchi zilizoathirika na migogoro kubwa kama Rwanda baada ya mauaji ya kimbari ya mwaka 1994 ambapo maridhiano yalijengwa juu ya kukabiliana na ukweli wa uhalifu uliotokea kabla ya kurejea kwa amani. Lakini Tanzania inakabiliwa na vizingiti vingi katika njia hii. Kwanza ni ukosefu wa uwazi kuhusu mauaji na mashambulizi yaliyofanyika wakati wa maandamano ya baada ya uchaguzi na wale waliohusika. Mashirika yasiyo ya, ya, ya kiserikali yameripoti matumizi ya risasi za kweli na vurugu zilizoongoza kwa ving, uh, vifo vingi vya waandamanaji na raia wasio na silaha huku serikali ikipinga idadi halisi ya, ya vifo. Pili ni mtazamo wa serikali juu ya mashtaka dhidi ya watetezi wa, wa haki za wapinzani wa kisiasa. Serikali inapendelea kuona hatua hizi kama muhimu kwa kulinda utulivu wa taifa, wakati wapinzani na mashirika ya kiraia wanayaona kama njia ya kunyamazisha wanaosema kinyume na sera rasmi na Tanzania ina historia ndefu siasa zilizobadilika kulingana na mabadiliko ya uongozi. Na mnamo kipindi cha miaka elfu moja kenda mia sabini operation vijiji ilisababisha uwekaji wa vijiji vya watu waishoji vijijini chini ya sera ya ujamaa, na mara nyingi ilipelekea kulazimishwa kwa baadhi ya jamii kubadilisha makazi yao bila kuhuzisha ushauri wao. Hii ndiyo moja ya mifano ya mara ya mwanzo ya sera kali za serikali kucu hatua isiyo ya hiari kwa raia wake. Na katika miaka hivi karibuni, ripoti za mashirika kama Human Rights Watch zinaonyesha matatizo mengine ya haki za binadamu yanayojikita katika ukandamizaji wa upinzani na wakati wa kampeni za uchaguzi na changamoto zinazohusiana na matumizi ya nguvu na mashirika ya ulinzi wa chama. Matamko kama Bonface Mabukusu si tu hoja ya mtu mmoja, ni mwangaza wa mgogoro wa kina unaoikumba Tanzania kote, na changamoto hizi zina athari kubwa kwa demokrasia, uhuru wa kujieleza, haki za binadamu na uongozi bora. Wito wa kutilia mkazo kweli ama mkazo kweli, haki na uwajibikaji kabla ya maridhiano si swala la kisiasa tu, bali ni msingi wa kuimarisha imani ya umma, kujenga uelewa wa pamoja na kuhakikisha usalama na amani ya muda mrefu kwa taifa lote. Na kama nchi inavyoendelea kukua kisiasa na kijamii, masuala haya yataamua namna demokrasia ya Tanzania itaendelea kuimarika au kudumaa, si tu kwa sasa bali kwa vizazi vijavyo vyote. Ni hayo tuliyokuandalia siku hii ya leo, kutoka hapa TanzaPulse, chaneli yako pendwa inaokuletea taarifa hizi pamoja na zingine a, kwa kina bila a, kuyumbisha, kupindisha na vile vile kuegemea upande wowote. Zidi kuwa nasi kila wakati.